Kristu anaomba kuuliza, tofauti kati ya msimamizi wa kitume na msimamizi wa jimbo ni ipi. Mbili. tofauti kati ya askofu na askofu mkuu, askofu msaidizi, askofu mwandamizi. Tatu. akahitaji kufahamu abate, monsinyori anaitwa Vane kutoka jimbo kuu katoliki Dodoma. Asante sana. Ngoja tuulize juu ya miundo mbinu. Ya kwanza, msimamizi wa kitume na msimamizi wa jimbo. Askofu anapofariki na hawajali, askofu mwingine hajakuwepo, mapadre wa pale wakisimamiwa na askofu mkuu wa kanda, wanamchagua padre mwenzao kusimamia jimbo mpaka Roma itakaposema neno au mpaka askofu mwingine atakapokuja, na huyo anakuwa ni msimamizi wa kitume aliyechaguliwa na mapadre wenzake wenzake. Roma ikiteua mtu awe padre au awe, awe askofu asimamie jimbo, huyo anakuwa msimamizi wa kitume maanake amechaguliwa na Baba Mtakatifu kusimamia jimbo. Ndiyo tofauti iliyopo na kati ya hao madaraka karibu yanafanana, ila ukikuta msimamizi wa kitume kama ni padre atakuwa na madaraka ya kipadre. Kama msimamizi wa kitume ni askofu anakuwa na madaraka ya kiaskofu, ndiyo tofauti inayokuwepo nyingine. Jambo lingine umeuliza juu ya tofauti kati ya askofu mkuu, askofu msaidizi, askofu mwandamizi. Kwanza, askofu ni askofu katika e, daraja wote wanalingana, wote awe askofu msaidizi, awe askofu mkuu, awe kardinali, awe patriarka, hata awe Baba Mtakatifu, katika daraja wote ni maaskofu. Baba Mtakatifu ni askofu wa Roma, halafu anakuja anaongezewa anaongezeka hadhi na madaraka mengine, lakini ile daraka la uaskofu, kila askofu anaweza kufanya kitu kingine, ila mara nyingine hana ruhusa ya kukifanya, lakini uwezo wa kukifanya anakuwa nao. sasa askofu msaidizi, panakuwepo na askofu jimbo lakini jimbo linakuwa ni kubwa au kwa sababu nyingine, ile anapata askofu msaidizi ambaye anakuwa ni askofu kamili kabisa, lakini wako wawili, mmoja ndiye mkubwa, mwingine ndiye anamsaidia, kama navyokuwa na paroko na paroko msaidizi. Paroko msaidizi ni padre kabisa kama paroko, wote ni mapadre, ila huyu mmoja ni paroko mwingine ni paroko msaidizi. Ndio tofauti inayokuwepo. Askofu mkuu ni askofu ambaye an anaongoza anaratibu kanda ya maaskofu kadhaa. Unakuwa na askofu wa Mwanza anaratibu kanda ya Ziwa, maanake Msoma, Shinyanga, Bukoba, Kara, Kayanga, kanda hiyo. Akiwa ni askofu wa Tabora naye na, anaratibisha kanda ya Tabora, maanake Tabora, Kahama, Mpanda, basi kila, kila mtu anakuwa ni kanda huyo, ndiye askofu mkuu. Askofu mkuu licha ya kuwa askofu wa jimbo lake anaratibu kanda ile anaratibu kanda ile ambayo anakuwa amepewa, lakini sio askofu wa kile pale. Anaratibu sio kwamba atakwenda kuingilia ingilia katika majimbo ya watu, hapana, hana madaraka hayo, ila kikitokea kitu kikubwa anatumwa kule kwenda kukirekebisha. Alafu askofu mwandamizi ni yule ambaye kuna askofu fulani au ni mgonjwa au anakaribia kufikia kustaafu umri, wanaweka askofu mwandamizi, maanaka anaandaliwa anaandaliwa kuja kuwa askofu wa jimbo hilo. Hivyo yule akifariki hakuna da kutangaza tena moja kwa moja anakuwa askofu. Au yule aki aki, akistaafu moja kwa moja hakuna kutafuta mwingine yule ndiye anachukua madaraka au moja kwa moja. Tofauti na askofu msaidizi. Askofu msaidizi lazima achaguliwe upya. Lakini askofu mwandamizi manaka ametayarishwa kuchukua madaraka yale. Abate, abate ni mkuu wa monasteri. Ni mkuu wa monasteri. Monaki ni mkuu wa nyumba ya wamonaki. Na wamonaki kwa kawaida, kila nyumba inajitegemea, hivyo kila nyumba inakuwa na abate, labda kama ina vingine vidogo vidogo ambavyo ni sehemu ya ile nyumba. Hivyo utakuta kuna maabate, unakuta wabenediktini kwa mfano wana maabate wengi. Utakuta kwa mfano hapa Tanzania utamwona abate wa Peramio, utamwona abate wa Ndanda, utamwona abate wa, wa mvimwa kule Sumbawanga, utamwona yani mabate wote wanakuwa ni maabate. Kinachokuja kuchanganya, wanavaa kofia, wanavaa kofia kama maaskofu, lakini sio maaskofu, ni mapadre tu, ni mapadre kama mapadre wengine, ila kwa sababu kule nyuma walikuwa na madaraka mengi, waliwapa ile hadhi ya kuvaa kofia. Hata kuna wamonsinyori wakubwa wengine wanaopewa hadhi ya kuvaa ya kofia. Kofia ya kiaskofu. Monsinyori, monsinyori ni padre, lakini padre ambaye amefanya kazi iliyotukuka na kama amefanya kazi iliyotukuka tukuka akofuaka namwombea kwa baba mtakatifu kwamba pade huyu amefanya kazi iliyotukuka tunapenda umpe umonsinyori ni kama kumpa cheti cha shukurani wengine wanasema appreciation cheti cha, cha, cha kutambua kazi aliyoifanya zamani walikuwa wanawapa umonsinyori wote sasa hivi Roma imesema hakuna kumpa umonsinyori mpaka afikishe miaka sitini na tano akifikisha sitini na tano hapo wanaweza kumpa umonsinyori Kunaweza kumpa monsinyori ni miaka thelathini na tano alafu anafika arobaini anavangavanga vitu, alafu anamwita ni utumishi uliotukuka uliotukuka. Walau akisha fika sitini na tano tunadhania kwamba hapo hatageukageuka sana, hivyo anakuwa ni yule aliye tukuka. Na wamonsinyori sio wote wako sawa, wanazidiana, lakini kwa kawaida sisi, ukisema monsinyori, wote ni mamonsinyori, lakini kati yao ukienda kafundu kama pale Roma, wako wanazidiana, kuna anaweza kufanya hiki Unaona wa, wa, wa, kangarawe monsinyori wa, wengi ni ni wa juu ya wengine wengi, lakini kawaida wote ni wamonsinyori. Hakuna tofauti kubwa sana. Nadhani nimeyatoa maelezo. Naam, na tukisalia hapo kwa swali la Vane kutoka Dodoma, na ningependa pia niongezee ni kwa sababu katika mfululizo wa vipindi vya nyuma ulishelijibu, lakini tunaamini kila siku tuna msikilizaji mpya pengine. Ningependa kuongezea kufahamu monasteri na monaki, pia kufahamu konventi na abasia. Abasia na monasteri karibu ni vitu vile vile, nam Konventi, konventi ni nyumba ya watawa ambao sio wamonaki. Maanayake ukiwa monaki kawaida, ukishaingia monasteri ya wabendiktini Peramio, wewe ni wa Peramio, hawawezi kesho kusema leo tunakupeleka sijui Ndanda leo kesho nakupeleka Mvimwa kesho. Hapana, unakuwa wa ile monasteri, unabaki katika monasteri ile na ile monasteri ndiyo ya kwako. Manake monasteri ya Ndanda na monasteri ya Peramio ni vitu viwili tofauti kabisa. Wana, wanakuja kule wanashirikiana kama wamoja kwa sababu walitoka sehemu moja, lakini kila monasteri inajitegemea. Lakini konventi, konventi inakuwa na ni shirika ambao inaweza kuwa hapa Bukoba kwa wa wako Bukoba hapa lakini wana konventi situi kama hamsini, nyingine ziko Dar es Salaam, nyingine ziko Dodoma, wameacha Dodoma, wana konventi Singida, wana konventi Mwanza, wana konventi Arusha, wana konventi sehemu zote zile, lakini ni shirika hili moja ambalo lina konventi mbalimbali, na sista wanaweza kumhamisha kutoka konventi moja kwenda konventi nyingine wakati wowote ule wakati wowote ule. Hizo ndizo konventi hizo. Kwa maana hiyo konventi ni nyumba ya masista na au, au mapadre, watawa na, na watawa. Mapadre ni vile vile kama masista, sheria hizo hizo, wawe mabruda au wawe na padre, wote hao ni, ni watawa. Ila akiwa padre mara nyingi anakaa kwenye parokia, na parokia kwa kawaida hatuiti konventi, hatuiti na konventi. Lakini kawaida akiwa kwenye nyumba yao kabisa kule, nayo inakuwa ni konventi.